Da, mbona hali ni ngumu afusiraji hivi ha? haya maisha jamani, tutapeleka wapi <laughs> kama maisha ngumu yanaonekana, ningechukua jembe nikachimba nikachimba, nikachimba, nikachimba, afu nikachukua maisha yote mabaya yote nikafukia <laughs> shida bwana ni nyingi shida, shida wewe, shida shida wa nini shida Wena vipi, mbona umechuchumaa? Mjomba Shabu, skamo. Maharage hajaiva, yakiiva nitakwambia. Umekuwa eh? Yaani vitu tu vingine vinakuwa eh. huh? Na dharau eh, umeota mapembe si ndio? Ah, shida yako nini? Naomba hela kulia shule, unataka hela ukalie shule Hayo mambo majuaje? Kama ninampa sera zangu, eh. Sasa, sikiliza. Kama unataka hela yangu nikupe mimi hela yangu toka mfukoni, inabidi upige mazoezi paka pale utakapochoka, umesikia? Simama juu. Kaa chini. Simama juu. Kaa chini. Simama juu. Kaa chini. Simama juu. Kaa chini. Simama juu. Simama juu. Kaa chini. Simama juu. Kaa chini. Ah, mjomba, kwa sio je? Wewe usirudie tena mchezo wako. Kwanza haya mambo ya mapenzi ajuaje? Au ni mwili tu mdogo tu, ila ni mkubwa au ananifuatilia? Eh, afu nimfanyisha mazoezi, sijampa hela, sijampela yake sirajue. Njoo malizie mazoezi, mimi ni mjeda, nikupe hela yako.